Katika mkutano wa hadhara ulioitishwa na mbunge kwa lengo la kukabidhi tenki la maji na kuzindua mpango wa upandaji miti rafiki katika vyanzo vya maji, wananchi akiwemo Edwin Mwapinga wanasema waliamua kuchukua hatua za kujinasua katika changamoto hiyo kwa kwanza kuchangishana fedha na kutafuta wafadhili ili kujenga mradi, na kwamba kitendo cha mbunge kutoa tenki hilo ambalo litalisha vitongoji vyote kimemaliza kero iliyodumu tangu uhuru. Nimefurahi sana kwa mheshimiwa mbunge kutupatia tenki hili ni, ni sehemu <coughs> atakuwa ametusaidia sehemu kubwa, wametuunga mkono. Tunapata kilomita kadhaa, yani tunatembea kwa shida, kama si mama na umebeba mtoto, mara udondoke njiani, urudi tena kuchota maji. Na sisi tumenunua tenki saizi na mbunge wetu ametusaidia tenki hilo kubwa, na ongea vitu viwili tu au walio yote, mradi wa maji huu mradi wa maji umeanza tangu mimi niko sekondari Mpechi Njombe, wananchi wamechanga fedha. Akiweka wazi kilichomsukuma kutumia fedha binafsi kununua tenki kubwa la maji na kisha kukipa kitongoji hicho, mbunge wa Njombe Mjini Deo Mwanyika anasema ni kutokana na ombi lililowasilishwa wakati wa kampeni kijijini hapo na kwamba jitihada zilizofanywa na wananchi za kuchekeshana fedha kwa miaka mingi bila mafanikio ili kujenga mradi huo ndiyo sababu kubwa ya kuwashika mkono kabidhi au tunaikabidhi leo na ni matokeo ya maombi yao wanakijiji wakati wa kampeni, niamua niwasaidie kwa sababu maalum. Hawa ni wananchi ambao wao wenyewe wamejitoa, wamechanga milioni kumi kwa ajili ya mradi wa maji. Hiki ndio kitu tunachokitaka. Yaani wananchi hawangoji serikali ije iwafanyie, wanaanza wao wenyewe, wanaendelea hawa ndio wanatakiwa wasaidiwe. Leo tumekuja hapa Lusitu kwa lengo la kupanda miti katika vyanzo vyetu vya maji, kwa kuwa Lusitu kuna mradi huu wa maji, na lengo ni kuhakikisha kuwa mradi huu ulioanzishwa haukosi maji na kiachana na masuala ya maji, wakazi wa kijiji cha Lusitu wametumia mkutano huo pia wa mbunge kueleza changamoto ya ada kubwa ya kumwona daktari katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe inawatesa wenye hali duni za maisha na kisha kuomba iondolewe kwa kuwa imekuwa ikihatalisha maisha ya wagonjwa wenye changamoto ya fedha. Kwa kuwa umesema mnaenda bunge, yani hospitalini saizi wanatuvizia sana, saizi wameenda, kuna kitu kinaitwa kumuona daktari pale nani mgodechi pale mtoto chini ya miaka mitano ya elfu kumi na tano ili akifa mapema tutoe maiti, ila huku tunateseka huku. Kwanza mtu mzima pale mgodechi peke yake kumuona daktari, hujaanza kutibii, elfu 5. Kutoka Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.